Sasa mwaka huu maonyesho haya sasa, kama nilivyosema, yatafanyika ya Expo 2025 yatafanyika kule Osaka, katika nchi ya, ya Japan. Na kama nilivyosema pale awali, ni kwamba ni kwa mara ya pili sasa Japani baada ya kufanya au kuweza kufanya maonyesho haya mwaka 1970. Sasa kwa mara nyingine mwaka 2025 Japan imepata fursa ya kufanya maonyesho haya makubwa sana duniani. Na Tanzania, e, tulianza kushiriki kwa muda mrefu kidogo ambayo unaona kwamba ushiriki wetu umeweza kuleta mafanikio makubwa sana katika maeneo mbalimbali ambayo hakika yanasaidia sana katika kuchochea biashara na viwanda, lakini uwekezaji katika nchi yetu ya Tanzania. Mwaka huu Tanzania ni miongoni mwa nchi 192 zitakazo shiriki ambazo zilishiriki maonyesho ya, ya Expo ya, ya Dubai 2020 na thalika, kwa hali kadhalika unaona kwamba mwaka huu vile Tanzania tutaweza kushiriki katika maonyesho haya. Sasa leo hii tumeitana kwa lengo lujua kwamba kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo itaenda kufanya kazi hiyo kubwa ambayo katika jiji la Osaka na kwa mwaka huu maonyesho haya yataanza rasmi mnamo tarehe 12 mwezi Aprili, manake ni siku chache sana kutoka sasa 2025 ambao ndio watafunguliwa rasmi na yatadumu mpaka tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwa hiyo kuna kipindi hichi takriban cha miezi sita, kulikuwa tutakuwa na shughuli kubwa sana za watu kuonyesha biashara mbalimbali kushiriki masuala mbalimbali ambayo yanasaidia katika kujenga uchumi wa nchi mbalimbali duniani. Na kama nilivyosema, taasisi yetu ya Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade ndio itakuwa na jukumu la kufanya kazi hiyo kubwa kwa upana wake. Na sisi kama nilivyosema ni, ni kwamba tutaendelea kushiriki ambao ushiriki wetu ulianza tukia mwaka 1967 ambao tuliweza kushiriki na tunaendelea kushiriki mpaka sasa, na TanTrade sasa haya, kwa taasisi yetu TanTrade ni mwaka wake wa tisa sasa kuendelea kushiriki ama kuratibu maonyesho haya. Sasa imani yetu kubwa ni kwamba kama nchi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunashiriki vizuri na wenzetu duniani na hasa mkiangalia katika kipindi cha sasa Serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefungua mipaka mbalimbali mbali ya uwekezaji ya viwanda na biashara, ambayo jambo letu kubwa ni kwamba jinsi gani nasi tutashiriki vya kutosha. Lengo kubwa ni kwamba tuweze kupanua nchi yetu katika upande wa viwanda, biashara, utalii na masuala mengine. Na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ile ya kitaifa ni kuwezesha jamii kwa maisha endelevu. Hii ndio kauli mbiu ya, ya, ya kidunia, lakini sisi tumeitohoa kwa, mu, kwa muktadha wa hapa nchini kwetu kwamba kuunganisha maisha, connecting lives, ambayo hii ni kauli mbiu itatuongoza sisi kama washiriki ambapo tutashiriki katika mwaka huu, na inatarajiwa kwamba mwanyesho wa mwaka huu nchi takribani zaidi ya 160 zitaweza kushiriki, ambapo zaidi ya watu milioni 28.2 na watashiriki kati yao watu milioni 3.5 wanatarajiwa kutoka nchi mbalimbali duniani na wengine watakuwa kutoka katika nchi ya Japani pale pale. Kwa hiyo unaona kwamba kutakuwa na wageni wengi, kutakuwa na watu wengi, kutakuwa na vurugu vurugu nyingi sana, hasa za kibiashara zikilenga kwamba jinsi gani kila nchi itataka kuona fursa gani itafanya kuhakikisha sisi tutashiriki. Na bahati nzuri, na sisi Tanzania tumeanza mchakato wa kuratibu sasa maonyesho haya, ambapo taasisi za serikali, sekta binafsi zitaweza kushiriki na mtu mmoja mmoja kwa kadi iwezekanavyo, wataweza kushiriki katika maonyesho haya, na sisi, matarajio yetu mwaka huu, tunatarajia zaidi ya watu 500 kutoka nchini mwetu, kwa sababu ni maonyesho makubwa, wataweza kushiriki katika maonyesho haya. Sasa kubwa zaidi katika maonyesho haya tutakuwa na mambo makubwa ya msingi. Katika maonyesho haya kuna kitu kinaitwa National Day. Siku ya taifa mbalimbali kama mnakumbuka, katika maonyesho yetu ya Sabasaba tunakuwa na siku ya mataifa mbalimbali, hii ni utamaduni wa, wa maonyesho haya yote duniani. Sasa katika maonyesho haya ya Expo mwaka huu sisi Tanzania tutakuwa na siku maalum ya taifa letu ambayo itakuwa Tanzania National Day. Siku hiyo itafanyika tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025. Sasa japokuwa maonyesho haya yamefunguliwa tokea tarehe 12 mwezi wa mwezi wa 4 mwaka 2025, lakini sisi siku ya National Day itakuwa siku ya tarehe 25 Mwezi Mei, mwaka 2025. Na mwaka huu kama mnakumbuka maonyesho ya 2020 Expo mgeni rasmi alikuwa daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hali kadhalika maonyesho ya mwaka huu mwaka 2025 daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amekasimu jambo hilo kwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa